Hivi karibuni umeibuka mjadala mkubwa kuhusiana na DC Mwijaku ambaye anajiita hivyo kupitia mtandao wake wa Instagram, na hii ni kutokana na jinsi anavyokula pesa za wasanii kilaini, watu wengi wakisema kwamba jinsi anavyofanya utafikiri ni mwanamke vile na familia yake inaona. Watu wengi wameweza kumshutumu sana, lakini leo nimekuandalia klipu zote ama nimekuwekea video nyingi za mtangazaji huyu DC Mwijaku ambaye anapiga kazi zake pale Crown Media Crown FM ambayo iko chini ya mkurugenzi mtendaji alikibu wa shirika hilo la habari. Sasa nitakuachia wewe kutazama klipu hizi zote akiwa anaomba hela kwa wasanii, akiwemo msanii Jux, lakini pia akiwemo Diamond Platnumz mwenyewe. Sasa utaona jinsi tekniko yake ilivyo kubwa sana ya kuomba pesa. Kupitia jinsi uombaji wake wa pesa, watu wengi wameweza kulaumu hichi kitendo ambacho anakifanya ya DC Mwijaku wakisema, kwamba mbwana anakuwa kama vile mwanamke, lakini pia anaibisha hata watoto wake, wakija kukua na vitu kama hivyo, wakija kuona eh, hizi klipu, maana digito sinajua, haipotezi kitu. Kwa hiyo hapa klipu, unaweza ukafariki, ama unaweza kupoteza maisha lakini hii vitu ambavyo ulivifanya vinaendelea kuwepo kwa sababu tayari vilikuwa viko recorded na platform mbalimbali mbali za mitandaoni. Sasa watu wengi wamechukizwa sana hichi kitendo cha mtangazaji huyu DC Mjaku, akiwa anaomba wasanii pesa na usema kweli anapewa pesa nyingi kweli kweli. Ngoja angalia moja kati ya clip ambayo alikuwa anamomba Juks pesa. Sasa wakati anamomba Juks pesa akamwomba dola mia, dola mia ya okay ukiconvert katika pesa ya kitanzania inakuja kama shilingi laki mbili na sitini hivi kama sio msini. Sasa aliomba dola mia baada ya Jux kumtolea kibunda cha dola, jamaa akachanganyikiwa. Jux akampa dola mia mbili ambaye ni sawasawa kama na laki nne na point, kama sio laki tano. Mwijaku akasema niongezee tena dola mia mbili alivyopewa dola mia mbili kwa hiyo ikawa ina range kama vile kwenye milioni moja na point hivi. Kwa hiyo unaona jinsi anavyokula pesa nyingi kila ini. Tukiachana hayo, aa, imetamba moja kati ya klipu baada ya uzinduzi ambao uliweza kufanywa wa sabuni ama unaweza kusema kwamba Soap ambao hafla hiyo ilifanywa baada ya Diamond Platnumz kualika wageni mbalimbali mbali kwa ajili ya kufuturu iftari hiyo ya wasafi ambapo walifanyia huku jijini Dar es Salaam. Sasa moja kati ya klipu ambayo ilienea ni kwamba wakati Diamond Platnumz anakaribishwa mbele kwenda kuongea machache Mwijaku alimfuata nyuma, lakini baada ya Mwijaku kumfuata nyuma ilionekana klipu Mwijaku akawa anazuiliwa na bodyguard kwenda hadi kwa Diamond Platnumz. Sasa klipu hiyo iliweza kusambaa sana, lakini sijajua kama hicho ndo kilimsukuma Diamond Platnumz kuja ama kumtuliza Mwijaku kumpa pesa. Baada ya hapo tuliweza kuona kwamba Mwijaku alipewa shilingi milioni tano na Damo Platnumz, yani za burebure tu, yani hizo nikapewa. Alikuwa anaangalia moja kati ya posti ambayo imeweza kupostiwa na Kerima story. Ameweza kuliongelea hili swala kwa kina akisema kwamba Damo Platnumz ni mtu mwenye roho ya kipekee sana. Mwijaku amekuwa ni mtu ambaye anamsema sana Damo Platnumz tena vibaya mno, lakini Damo Platnumz hajachoka wala hajawa na chuki kwa Mwijaku hivyo kufuatia klipu ambayo ilionekana kwamba Damo Platinumz amemwagiza mtu ampelekee Mwijaku shilingi milioni tano za Kitanzania. Na hapo katika posti hiyo utaweza kuona kwamba Mwijaku aliweza kuposti kwenye Insta story akiposti hiyo pesa milioni tano, lakini pia akaandika asante mwambino. Hizi klipu zote nimekuandalia na utaziona mwanzo hadi mwisho. h hapa ni Blue House, Dax Media. Mimi naitwa Daudax underscore drizzy. Ukisubscribe ndio unakuwa mwanafamilia wetu wa nguvu kupata klipu kama hizi kila wakati na kila muda.

E, uh -huh. E, sasa ni imani yangu kwamba e, wasaidizi watakuja kupokea hii mifugo hapa. Tafadhali wasaidizi wote kwa viongozi kusaidie, unavyoona uh humo ndani kuna vitu, toa ndio, eh eh, tugawane, tugawane wakuu kwenye kuonyesha. E, sasa tunataka Bas! Milango iko wazi, nafasi iko wazi. Ni mimi kujitahidi kupeleka CV kwa namba moja, anipe nafasi na ofisi ile. Na hapa hapa nikitoka nikitoka hapa tayari. Nikitoka hapa ndio nakwenda kwa Diamond sasa. Mwambino, nikitoka hapa ndio nakuja kwako nachaje iftari. Jamani naandaa CV yangu shule ifanye kazi. Milango iko wazi, ofisi iko wazi, nyumba iko wazi. Milango iko iko iko wazi, wazi, ofisi iko wazi, nyumba iko wazi. Sote, bas! Kwa kwa iftari hapa. Nikitoka hapo tunakutana The Dome, nakuja The Dome. Karibu.

Hataki kwenda kwake. <laughs> <laughs> Chef Jux. <Jokes. laughs> Huyo bwana harusi. Na Nigeria nipo tena, kasalambia rafiki yangu, mnaleta leta maneno yetu oh, trust tugombani, line yangu hapa Juma Jux <laughs> na <laughs> kushukuru sana bwana harusi, wewe ndo umetulia, unajua kuimba ubani pua, unajua nini unafanya. Huyu hapa niko naye hapa na Nigeria, ameniambia naenda, sawa ndio akuniona, achana simu huko kwa daftari, achana simu Niliwaambia star tuza kuchezea hizo. Haya matunda juu. Jo. Jo. Haya ni matunda. Dugu zangu naona watu hamjajua maisha. Maisha ya Mwijaku ukisema nifuatilie mimi utaumia, kama mlikuwa mna comment mnasema Mwijaku haishi vizuri, na Jux huyu hapa. Yaani tena e, <laughs> <laughs> <minae. A napiga. laughs> <laughs> <laughs> piga wakikosea napiga, ni ndugu zangu, lakini Juksi uombo kweli. Juksi ni mtu wa maana, huyu ni mtu wa maana, lakini sijawahi kugombana kugombana mimi na wewe, anapiga, anapiga kwa mshodo. Juksi <laughs> Mungu, Mungu amempa hela Juksi, ana hela, ana mwanamke, ana hela yeye mwenyewe ana hela, magari yanayotembea makali

Hizi yeah, ride mbona ndio kushikia kio mdogo wangu? Nipo na Jux hapa ndugu yangu Jux. Mama yeah. ndugu yangu. Eh umekaa tumekaa umekaa tumepumzika. <laughs> ndio magari anakaaga mrembo hapa no, bibi harusi leo nimekaa bibi ndugu yako. Ndugu yangu sita kumsikize. Hali yangu unaijua uh, ya maisha. Unanijua ndugu yako ninavyoishi kwa mnaela. Ile yeah. kagaa ramna. Ah, uh, bio bio. bio tu sinipe, dola mia, ndugu yangu toa. Mtu dola 100. Dola 100 tu usinipe nyingi nipe dola 100 ndugu yangu. Maana watu wa